Ujambo na karibu katika kipindi cha ifahamu China. Mimi ni Zakia Pang. Mji wa Shenzhen ulioko kusini mwa China unachukua nafasi ya uongozi katika kuendeleza usafiri wa chini wa anga, ikiwemo usambazaji wa vifurushi kwa kutumia droni na uwezekano wa kuanzisha magari ya kukodi ya angani ndani ya mita elfu moja kutoka usawa wa bahari. Usambazaji wa vifurushi kwa droni sio jambo geni tena mjini Shenzhen. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Meituan imesema droni zake zinaweza kusambaza maagizo ndani ya dakika 12 hadi 15 ikilinganishwa na wasambazaji wa kawaida wanaoweza kuchukua hadi dakika 40 kusambaza vifurushi ikiwa imemaliza zaidi ya maagizo laki moja nukta sita katika mji wa Shenzhen na Shanghai mpaka sasa. Maituan tayari inachukua nafasi muhimu katika uchumi unaohusiana na droni nchini China. Mamilioni ya dola katika ruzuku ya serikali zimetolewa kwa ajili ya kampuni kubwa na ndogo, ili kuzisaidia kuendeleza aina mpya za huduma za anga. Kampuni ya usafiri wa anga ya Shenzhen Mashariki inatarajia kujenga jukwaa la kwanza la usafiri wa anga mjini nchini China, likifanya kazi kwa kutumia helikopta na droni, kwa mujibu wa Zhou Hui, mkurugenzi mwandamizi wa operesheni katika kampuni ya usafiri wa anga ya Shenzhen Mashariki. Eneo la Ghuba Kubwa ni soko linaloibuka katika ukanda wa Ziwa Pearl. Huduma za usafiri wa helikopta za kampuni hiyo tayari zinafanyika katika miji tisa Guangdong pamoja na Hong Kong na Macau. Safari kutoka Shenzhen Mashariki mpaka uwanja wa ndege uliopo magharibi mwa mji huo inaweza kuchukua zaidi ya saa mbili kwa gari binafsi ama usafiri wa umma. Lakini helikopta itachukua chini ya dakika ishirini. Wataalamu wanasema utalii wa helikopta ni sehemu ya uchumi wa chini wa anga ambao umekuwa katika mwelekeo wa kukua kwa kasi wakati China ikifungua anga yake ya chini kwa ajili ya matumizi ya kibiashara na binafsi kwa wageni, wazee kwa vijana, usafiri wa helikopta juu ya vivutio maarufu vya utalii na majengo marefu ya mji katika mkoa wa Guangdong, kusini mwa China. Hakika ni tukio maalum la kipekee. Wakati msimu wa safari za majira ya joto ukiendelea, waongoza utalii kwa kutumia helikopta wanasema mahitaji yameongezeka kidhahiri kwa huduma zao hizo. Wataalam hata hivyo, wameeleza wasiwasi kama miji iko tayari kusimamia anga ya mijini yenye msongamano mkubwa.